Kadri uchaguzi mkuu wa Tanzania unavyokaribia tarehe 29 Oktoba mwaka huu, hali ya kisiasa nchini humo inazidi kuzua wasiwasi mkubwa. Ripoti mpya ya Amnesty International imefichua ongezeko la ukandamizaji, vitisho na ukiukaji wa haki za binadamu, hasa dhidi ya viongozi wa upinzani, wanaharakati, wanahabari na wananchi wanaothubutu kuikosoa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kulingana na ripoti hiyo iitwayo Unopposed Unchecked Unjust The Disquiet Beneath the 2025 Tanzania Vote, uchaguzi unaotarajiwa unatawaliwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, huku wagombea wakuu wa upinzani wakizuiliwa, kushiriki akiwemo Luhaga Mpina ambaye amenyimwa nafasi ya kugombea mara ya pili. Naye Tundu Lissu, kiongozi wa chama cha Chadema, anakabiliwa na